Wajaska. Well, Haya njoo uone kumeshakucha. Naona mkono mrefu kashapita. <laughs> mboga okay, hamna. Eh. Eh, jamani. Ila huu mtaa. Eh. Sasa so mkono eh. Sasa so wewe mwenyewe unajua kabisa jamani, yaani mkono mrefu tunamjua kabisa na unachapa mboga. Hapo sasa tunakula nini? Yaani hapo sasa hivi tu nimeingata sija kana nikulimie kutoka na kutoka tu. Eh. Na mimi sasa hata yenda Ah. Ah, ila huu mtaa. Eh, bisi bisi bisi naambia, ah, poa sawa. Haya bibi wee we, mm. We, nazangu kuoga natoka <todulia> kula tena bibi, upambane tu mboga hey. Imeshaibiwa kufanya kufanyae, mwenyewe mm. hapa nazangu kuoga <todulia>

nini Mungu we mwenyewe ndio naija, ukiangalia na madeni kibao shili ndani, maisha taabu sana. shida nini? Amna. Eh, jieleze. Sasa kama hapo naona kabisa unahangaika sana shule unaniambia nini? Ah, basi nisiongee kwa wakati. Vipi, la shida nini? Ah, basi jieleze. Mimi si mtu mbaya. Tumbo linaniuma. La kuma. Yaani, kwamba labda umekula chakula kibaya, labda una dereva. Hapana. Eh. Sasa jieleze. Ujameni na changani. Of course sawa, mimi sikujui lakini sawa, lakini laki katika hiyo hali ulikuwa hapo, naelekeza mimi kweli, ili nijue nikusaidiaje. Na umo tumbo la kike. Ah, tumbo la kike? Mhm. Mm-hmm. Okay, basi sasa subiri. <tinyo> Achia mali. <tinyo> Tia mali. Achia mzigo. Tunapata shida, maisha magumu, mna mnalilax tu. Hii kitana zura tu eh. Unjua achia mzigo, kiojazo. Sasa uambie na wenzie kama makpata, kuna watu, kuna mtoto aungu umzaa. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> wewe, wewe. Wewe nawe unatakua ata uzi, ndugu yangu umezubaa we hadi kwenye kuibiwa aku mtoto. Mama Anita amekuja, siku hizi huyu Sio hizi ungeita. Unaona mimi nilikuwa nimekabwa. Sasa mimi mimi mimi nimekabwa. Mimi nimekabwa. Eh? Yaani wewe wa ajabu kweli. Yaani wewe yaani mimi mimi anikabe, anaanzaje? Eti kunitoe. Ningeomba mwisho hapa. Sasa wewe unaenda wapi? Wewe. Wewe na usiuni na kwa Jessica, hujaumia kweli wewe? Pole sana hii. E, sasa sikia, itakusaidia. Alafu dadangu, pole sana, sana, usijali na ni maisha ya kawaida. Unajua sisi sote ni binadamu e, leo nakuta ametokea kwa kwa wewe kwa, labda mimi nimekusaidia, si namaanisha kwamba labda watanisaidia wewe, hata kuna mwingine anaweza akanisaidia, ndio ndo kwa maisha, lakini pia hapa na kiasi kidogo sababu so, nimejisikia nime, nime, nime tu nikusaidie naye hapa hii kisha nini utakuta, tutaongeza na nyingine kidogo tukusaidia sana. Asante, asante sana asa. Asante, asante. Uh, so, asante ufike, sijui kwani ni wapi, lakini siwezi nikusindikiza. Si unajua tena mtaa huu watu wanaanza kusema ah huyu nini tena, si unajua ah. Sawa, mimi ngumu basi, samahani samahani kitana. Naam, unaitwa nani? Mimi wanapenda kunita Kabomani. Ah, kabomani eh. Kabomani, unaishi maeneo gani? Eh, mi niko tu mbele mbele. Nasema hapa nitoka kwa shikaji nini? Kwa nimeenda hapa mbele ila asante ah, Kabomai. Jamani, hapa duniani kuna watu wana roho nzuri sana. Tutegemea kabisa kama naweza nikasaidiwa wa mtunze siku nyingine nikutane naye tena

Mimi naamini kila binadamu ana changamoto zake. Hata mimi ukiniuliza naweza nikakwambia changamoto zangu. Lakini sioni kama ni njia ambayo inaweza kufanya wewe unakosa furaha. Labda kwa sababu kama kuna kingine ambacho kinafanya ukose furaha. Kwa sababu maisha magumu wewe tuna maisha magumu. Nini? Sio mtu ndio hivyo hujui. Lakini napitia wakati mgumu sana, ukija kuangalia ndio hivyo nasoma. Shule ina changamoto. Nyumbani, ah. Lakini sio mbaya. Mimi nipo kwa ajili yako. Mimi naamini ukiwa karibu na mimi kila mda, nitakupa furaha kila utakuwa na furaha. Uh, maana gani kusema nini? Namaanisha mimi kwa ajili ya kwa ajili ya kukupa furaha. Hapana. Hmm. Usiwa na wasiwasi, usijali, mimi nitakuwa tu na furaha, furaha yako hizi kamili kabisa. Mimi ujue, naomba niondoke, tutaonana siku nyingine. Sijamaanisha hivyo kwamba furaha yangu kwamba uondoke, namaanisha kwamba nakukubali na kupenda, na ni mwanamke mzuri sana. Sisi lazima nisikilize Anita. Na mimi nagopa kweli, sijawahi najua, jawai lakini kila kitu kinaanza na mwanzo, kila kitu kilifunzwa, kazweza kutembea na kufundisha toka vizuri tu, niambie sasa. Hapana. Nitakwambia Hapana.

Aa, mafua mshamba, tabia gani unaifanya? Angalia sasa mwili wako, kila mtu anaona, ni hauna sehemu ya siri mpaka sasa hivi, yani kwamba kila mtu ni anafahamu mapo gani ya dadangu. Kwa nini sijirekebishe niache Sawa wazazi, kwamba watu wazazi wakijua kabisa damu unafaa kazi kama hii kweli? Yeye ni kabisa, inaingia akilini? Unanilisha, usinilie maisha yangu hapo, niache kama. Wala maisha magumu, si uje hata nyumbani ukae. Kristo ndio mshupa sasa kwa madeni. Karibuni. Nimekuja tena. Shato sana. Umekuja tena. Ah. Unahitaji unahitaji pesa. Mimi nilivumilia. Wewe unasema nini? Unavumilia mara ngapi? Tuko tulipoanza kukuvumilia mpaka sasa hivi ile na miezi mitatu. Sisi tunasumbuliwa, na mimi sasa nimekusumbua wewe. Mama, mbona unakuwa hivyo sio mstaarabu? Ulikuja pale ukaa, unalia kugeia hela. Asa hivi umedoji kabisa, unarelaxi, sile zimesha kuisha, sisi atukul, ya tukulisi na zaka hapa. Jamani, ni matatizo tu ya limifunga. Sawa, tunahu unajua matatizo, kila mtu ana matatizo yake. Anagotia sasa uso wa huruma sasa. Tafikiri vile kaonea. Kutaji pesa. Sisi, tunahitaji pesa kupeleka usi. Na mbani mnivumilie kuvumilia mara ngapi mama? Eh, kali hauna watoto wewe, hauna mume akusaidia kulipa ile deni. Sikia. Yeah. Wewe msumbua sana sasa, kufanya kitu kimoja, peleka taarifa ofisini. Eh, ijiuzwe nyumba, maana kwa kwa hali hii atatusumbua. Wewe hapo umeongea kwa sababu nyumba uliweka hati makubaliano, umeweka hati ili upewe pesa, ukishindwa kulipa nyumba ipigwe mnada. Sema kwa sheria hii ni mdaza. Fahad <tipo> ni kama kufanya nini mdaza? Madeni <tipo> mwanangu. Madeni? Mama, nilikwambia sitamani kuona chozi lako. Sasa kwa nini unalia? Mbona kuniambia muda wote huu? Kumbe wewe umekuja kwa mfulama mamangu, si ndio wangu? Ni mdaza. Si wewe unakuta mbao, si ndio? Unaniambia unauza nyumba. Unauza nyumba eh? Sasa ni mdaza, tulia. <tipo> <tipo>